Ndani ya miaka 32 iliyopita, maboresho yake yanahitaji watu kama wanne, eneo la beki, beki wa kati, beki wa kati ambapo sasa tunazungumza, pale ambapo alipo sasa hivi Shamu Karabwe, yupo Abdulrazak Hamza na Shema Lone ya, mtu. Hawa hawatoshi walivyokuwa hawatoshione ta lakini wakati mna, mna, unataja sasa, muongeze striker wawili hao waliopo sasa hivi Ateba Mbida na huyu Joshua uh, nani uh, Dese Mukwala. Kwa hiyo wale watabaki ama waongezewe watu ama wale hawafai uh, waondoke. Wewe unanyokaje kwenye hilo pale mwalimu? Eh, yaani mwalimu kwanza yeye mwenyewe ashaanza kuwa na akasema anahitaji namba 10 ndio kwa kama anahitaji namba 10 safari lazima ahitaji na master, okay, sababu ukiangaliwa katika kipindi ambacho Simba ame timu inatengeneza nafasi eh, ndio ni mwaka huu kwa mara yeah. ya kwanza ndio Simba ambayo imecheza nafasi nyingi mno. Kwa mara ya kwanza ungempata mtu aina ya kama Mayele mm. Simba ingekuwa na magoli karibu mia moja unamtaja maye, una Mayele unamtamani hey, katika watu ambao wamekupita katika soka yetu yeah. Mayele ni ni striker ambaye alikuwa ni ni fighter. Sasa nyi Simba mnamtamani Mayele mpaka kesho kwa sababu ni mtu ambaye yeah. ameprove am hapa aenda yeah. kaiprove Egypt kupitia Pyramids. ya afu yeah. kawa kawa mchezaji bora. Yaani yeah. kile mfungaji bora. Eh. Yeah. Namba 2 namba 1. Namba yeah. namba 1. Ya yeah. ndio. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. Wa club bingwa wa, wa yeah. Yeah. Yeah. Afrika. Eh. Afu sasa hivi Al-Hilal Al-Hilal ya ya ya ya ya Saudia wanamtaka. Eh yeah. ndio. Kwa ninaonyesha inaonyesha kwamba jinsi gani kwamba mimi mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Kwa sasa kwa mchungaji kama kule Pyramids kwenye mahela lukuki na kule Al-Hilal ya Saudi ndio wanapomwaga mihela hiyo. Unadhani si simtaishia kumtamani. Unadhani simba Simba mnataka e, aina sio sio Mayele mwenyewe aina, aina ya kama Mayele aina kama Soa e, Soa e, e, okay. ka mustreka. Unajua mustreka kwa Afrika e, ni kazi ndio e, kupata aina kama ya Soa kupata mustreka ambao ni wakubwa e. Na huyu Soa kama atakuja Simba au Yanga atafanya mambo makubwa zaidi kwa sababu e. e. yule kwanza ana vitu vyote ana nguvu e. ana kasi, alafu e. anatumia miguu yote, ndio kyo, ni steka ambayo ana kiwango cha juu mno, ndio na yule angeonekana kwenye klabu bingwa wa shirikisho. Sasa e. hivi angekuwa ni timu kubwa kubwaakazini kubwa kubwa, eh. kwa hiyo okay. mm. kwa ujumla ni kwamba mwaka huu Simba Sports Club target ameachieve, simba tuidai chochote hata kidogo, hata kidogo. E. Kido. E.